Kila kona ya Tanzania wajasiriamali wanapambana kutimiza ndoto zao, lakini mafanikio yanahitaji zaidi ya juhudi, yanahitaji mpangilio, zana sahihi. Ndio maana tulianzisha Indeii. Changamoto nilikuwa napitia kabla sijatumia mfumo wa Indeii ilikuwa, sikuweza kupangilia vizuri manunuzi yangu na mauzo yangu, kwa sababu nilikuwa naandika kwenye daftari. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mgumu sana kuanza kupitia moja baada ya nyingine, tena kwa makaratasi kabla nilikuwa napata changamoto kujua nimeweka mtaji kiasi fulani, matumizi nimetumia kiasi fulani, na faida yangu ni ipi. Katika haya yote nilikuwa nashindwa kuelewa hii ni faida, huu ni mtaji. Yani, I was just in between like what should I do or how do I do. Lakini punde nilipopata application ya Indeii, hapo ndo nilipoona like, wow <laughs> Kumbe biashara ni kitu kingine, sio ngumu kama ambavyo nilikuwa nafikiria. Ni wazi kuwa changamoto zipo, lakini suluhisho sahihi linaweza kubadilisha kabisa mwenendo wa biashara yako. Indeii imenibadilisha sana wanzo, nilipua, nilipodi, nilipazi, nilipazi kwa sababu mwanzo nilikuwa na rekodi taarifa zangu kwa makaratasi. Sasa hivi napata mauzo yangu na manunuzi nikiwa na simu yangu, naweza nikapitia nini nimeuza nini nimenunua kwa wiki, tofauti na zamani mpaka nianze kukagua files nianze kupitia document ambazo zime, zime, zime, zimeandikwa. Indeii kwangu mimi ni kama mkombozi wa kibiashara kwa sababu e, naweza kusema nilikuwa naona wakati natumia madaftari nilikuwa naona niko vizuri ila I was wrong. Lakini with Indeii naweza kujua mauzo yangu, manunuzi, faida na hasara. Indeii si mfumo tu, bali ni rafiki wa kweli kwa mfanyabiashara. Kila siku inakuokolea muda inakuokolea fedha, inakupunguzia usumbufu, inakupa amani ya roho. Na hiyo ndio thamani halisi kwa wengi wetu. uwa zaidi nachokipenda kuhusiana na Indeii ni kwamba kwa hata kama sipo ofisini, naweza nikajua kinachoendelea ofisini, kwamba hata vijana wangu wanapata ta, wana uwezo wana, wana, wana wa kuingia kwenye system kurekodi mauzo na matumizi matumizi yale yanayotumika kwa ajili ya hiyo ofisi. Kitu nachokipenda Indeii ni mfumo ambao ni rahisi sana kuutumia ni rahisi sana kuutumia kwa mtu yoyote, hata kama haujui mambo ya mifumo ya, ya uuzaji na ununuzi. Indeii ni mfumo ambao ni rahisi sana kuutumia na umekuwa ukitoa ile customer support ya haraka pindi unapopata tatizo. Hiyo ni kitu ambacho nakipenda sana kutoka kwa Indeii. Watu ambao bado wanarekodi taarifa zao kwenye karatasi, uh, ni nawashauri sana watu waanze kutumia mfumo wa Indeii kwa sababu ni mfumo ambao ni rahisi kutumia. Kwa hiyo kitu ambacho naweza kakiongezea hapo ni kwamba wafanya biashara ambao bado hawajajua mfumo wa Indeii waanze kutembelea au wapigie simu Indeii wa waweze kuelekeza mfumo ambao ni rahisi zaidi kwao kwenye biashara yao kwa ujumla. Uh, kwa wafanyabiashara ambao bado hawajajua kuhusu Indeii au mtu alikuwa anafikiria kuanza biashara lakini alikuwa hajui namna sahihi ya ku manage biashara yake okay? Naweza kumshauri kutumia Indeii app kwa ajili ya mauzo, kwa sababu inamsaidia tangia mwanzo. Kama mimi ningekuwa let's say ningekuwa nimeijua Indeii 5 years back, sasa hivi ningejua kabisa biashara yangu iko sehemu fulani, lakini the bad thing is nilieza na madaftari, lakini the good thing is I knew it. kwa hiyo ni kama imenitoa ujinga fulani hivi, kwa hiyo inanipa a big picture of what my business in t to 3 years to come. Kwamba itakuwa ina picture hii hey, tofauti na madaftari. Inaweza kwenye kwenye like kwa ngumu kwenye kuanzisha biashara, lakini haipaswi kuwa hivyo kwenye kuiendesha. <laughs>